mambo vipi mambo vipi watu wangu wa Bungoma 39 karibu sana ndani ya Udaku TV hivi leo ukiona mimi presenter wako Jubal mwenye maudaku um, <clears> hivi <throat> leo tunaenda kumzungumzia kaka moja wengi tunamfahamu katika nyimbo zake ameanza katika na nyimbo za injili akifanya ya mambo yake mambo yametokea mengi mengi kumetokea visa papale katika jani yake ya mziki, mimi nimekuwa naye Soroma wa Soroma, tunamzungumzia leo Soroma wa Soroma. Hivi haswa ni kipi ambacho kinaendelea katika maisha ya Soroma wa Soroma, mbali na mziki tunavyomjua, ni mtu, ni mtu mchapa kazi sana. Mara nyingi tunapatana naye katika sehemu yake ya kazi. Nikiwa katika mishemishe ya kazi zangu pia. Na kitu moja ambacho naweza kueleza kumhusu Soroma wa Soroma ni kwamba ni mtu ambaye anajituma sana, kazi zake anafanya kwenye bidii sana. Na ndiposa umwelewe vizuri, nitaanza kuchambulia tunajuana naye vipi toka mwanzo. Um, Soroma ni mtu ambaye mara nyingi tumefanya kazi pamoja, tumepatana katika studio mara nyingi. Atu, leo atutazungumzia mziki wake japo pia nataamuu kwamba kuna mziki wake mpya, jina lake Soroma wa Soroma kwenye Facebook ni Soroma wa Soroma. Alianza mziki wake kipindi kitambo kidogo, akijuana na producer Lentino kipindi kile anajiita hivyo, siku hizi yuajiita Baba Beats <coughs> kwa hiyo Soroma tumekuwa na tunaelezana naye vipi, ametulia katika mziki, ila unavyojua kama mwanaume kuna changamoto mbalimbali mbali, na Soroma amenieleza kwamba kini chake haswa cha kutulia katika mziki na kupamba, kupanga mambo yake mengine ni kifamilia aswa ajua <coughs> tatizo lake mingi jingi linatoka katika familia yake. Nazungumzia nini nikisema familia? Namaanisha kwamba mke wake mwana, mwanao au na ye mwenyewe wamekuwa na mavurugano na marumbano kidogo katika familia, lakini ndo maisha. Kwa hiyo Soroma amekuwa na msichana mrembo sana katika maisha, akamweka ndani, jiko lake kaliwasha kila siku, ila imefika mara ni kama naona makaa yanadidimia yanaisha, na makali au moto uh, Nataka kuwakumbusha wanaume kwamba unapotafuta mwanamke wa kuishi naye maishani, usiangalie mambo mengi sana, angalia roho yake, tabia zake. Soloma alipata mwanamke, al, angehitaji, al, alipaswa kupata mwanamke mwenye bidii kama yeye, angalau angeenda mbali sana. Kwa hiyo wameteseka, wame kipindi kile Soloma na, aso nini na mkewe alikuwa mzuri sana. Soloma akaja akamtafutia kazi, kibarua yule mwanadada na mwanadada yule akapata hisani au visa inje ya kwenda nje uh, ya nchi kusaka maokoto. Tuwajuavyo wanawake, ndo hivyo hivyo walivyo. Soroma anasema kwamba alipiga moyo konde, akuwasikiza watu, kwa sababu alitaka kuempower mkewe. Kuempower mke wako na sio mbaya kwamba ukimempower mkeo akifaidika naye na unafaidi, ila haikuwa hivyo kwenye stori ya kaka yetu Soroma wa Soroma. Bali yeye alifanya vyote lakini yule mdada alipopata kile cheti cha kwenda nje akafanya kazi kwa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita ndo mazarao yakaanza sasa. Akamwona Soroma tena sio Soroma. Aka labda kaona wanaume wengine au wenye hadhi kumliko Soroma ila amesahau kwamba hawa wenye hadhi wa kumuona kipindi kile hana chochote. Kwa hiyo akaleta zarau Soroma akatoa kili zake kwake, karudisha katika mwanae. Alipochukua mwanae kampelekea yule mdada, alichukua mwanae kampelekea mama yake, mama mkwe wake Soroma. So hicho ndo kitu ambacho ileta stress sana katika maisha ndugu yetu, na amekuwa anapambana na mengi mengi, ila amenipa moyo na kuniahidi kwamba mambo yametulia na anarudi kwenye game. Kuna nyimbo yake single yake mpya ameachia, akiwa featuring anaf, ana feature rapper mbaya sana eneo you know, haya magharibi anajiita Viki. So <clears throat> endelea kufollow Soroma wa Soroma kwenye social media platform zake. Nyimbo hiyo nitaiweka link pale, twende tumsupporti tufanyeje. Na pia kuna show ambayo nitamwalika Soroma atakuwa na perform ya kulaunch album. Kwa hiyo zidi kutufuatilia fuatilia katika mitandao yote utupate. Tufuatilie. Na pia Soroma anafanya vizuri sana pale kwenye TikTok, search to Soroma Soroma Soroma Soroma Soroma Soroma, na na na na utampata nyimbo zake, they are very amazing songs na we all wish him the best. Ndio hivyo hivyo leo tumepata udaku kutoka Soroma wa wa Soroma. Katika katika kipindi kijacho, nitakuwa nampigia simu pia live, tuendelee kupatana naye, ila kwa kwa sasa nataka tumfollow Soroma wa Soroma. Hilo jina sana, jina sana sana sana la kipekee katika nyanja za usanii. Kwa hiyo uh, shukran sana for following Kunisikiza na naendelea kutupa moral tap hiyo button for, for tap the, the, the bell, ndo in case tuna upload kii kichochote au episode next kumuhusu Soroma wa Soroma unapata. Asanteni ah, sana watu wangu wa Bungoma Magharibi, nawambia tune in ku naendelea keep locked for the next episode. Asante sana.